Shalom, shalom. Mimi ni rafiki yako mtumishi wa Mungu Apostle Fadhili Mwamaonje, ninayo furaha kubwa sana kukualika kwenye ibada kubwa ya uzinduzi na kukaribisha sana, mahali popote pale ulipo. Itakuwa ni ibada ya baraka sana ya uzinduzi wa huduma yetu. Tutakuwa na watumishi wa Mungu uh, tutakuwa na mtumishi wa Mungu Pastor Tony Osborne, tutakuwa na mtumishi wa Mungu atakayetuongoza katika sifa Elia Mtishbi, lakini pamoja na mtumishi uh, wa Mungu, Mungu Ashley na Sally atatuongoza kwenye nututakuwa na worship, tutakuwa na, Morekai praise and worship team na wageni waalikwa mbalimbali. Of course tutakuwa na viongozi wa serikali, wanasiasa, watumishi wa Mungu kutoka madhehebu mbalimbali watakaoambatana pamoja na sisi kwenye uzinduzi wa baraka sana. Binafsi kabisa kwa moyo wangu wa dhati, ninapenda kukualika na kukaribisha ufike ushiriki baraka hii ya uzinduzi. Kwa hakika kabisa, wakati huduma hii inazinduliwa, kuna kitu Mungu atakuwa anakizindua kwenye maisha yako. Utakutana na neno la uzima, neno la uponyaji itakalofungua kuanza kitu kipya kwenye maisha yao, kwa mawasiliano zaidi, tafadhali angalia hapo mbele ya skrini yako jinsi ya kufika na jinsi ya kuwasiliana nasi. Itafanyika Kimara Bucha Mataa, hapa kanisani Morekai, ni kuanzia saa nane kamili mchana mpaka saa moja na nusu jioni. Karibu sana, usije peke ako, njoo na marafiki zako, familia, ili tusherehekee na kufurahi pamoja tutakula na kunywa na kufurahi pamoja. Thank you, God bless you. Shalom.